Naam, kutoka hapa Promcol 65 Media. Eh, e, taarifa kuhusu kocha huyu Ibeng'e, e, klabu ya Azam msimu ujao inataka kuwa naye e, na sasa zipo hatua za mwisho e, ambazo ni makubaliano kati ya pande zote mbili kati ya klabu ya Azam na Ibeng'e. E, na inavyoonekana pale klabu ya Al Hilal, mm, e, e, yani Ibeng'e huyu hapa ya naye no anaonekana ni kocha ambaye ana makombe mengi, ameweka historia kwenye e, CAF Champions League e, e, CAF Confederation, ameweka pale historia kubwa, baadhi ya timu ambazo alishazibebesha makombe tofauti tofauti. Eh, ndio Ibeng'e. Hiyo klabu ya Azam itapo mnasa kocha huyo nategemea kuwa na mafanikio makubwa kwa msimu ujao. Kwa hiyo hata ligi yetu nayo itakuwa na kaushindani kidogo. Eh, sio timu mbili tu pale juu zinachuana ila hata ukiangalia msimu ulikuwa ni mzuri kwa kuwa baadhi ya timu zilikuwa zinapishana pointi moja moja kwamba ukidondosha tu umeenda. E, kwa hiyo klabu ya Azam inaweza ikawa na mafanikio makubwa tukiangalia kwa msimu ujao. Ukiangalia na kishaanzia ngazi ya kocha tayari, mwalimu ni mzuri, Ibeng'e ni mzuri e. Kwa hiyo mafanikio makubwa anaweza akapata kupitia yeye e, huyo ndo Ibeng'e ambaye ana baadhi ya historia kubwa tayari za kuzibebesha baadhi ya timu makombe kadha wa kadha e, sawa, kusubscribe e, ni Promcol 65 media news zote sports news unazipata hapa e, ukiangalia tetezi za usajili zote, unazipata hapa ni Promcol 65 Media. Eh, sawa, ku subscribe